Emana, mambo vipi ndugu mtazamaji wa Sema Africa Media, ni mimi hapa Kiko Shapriser katika kipindi chako cha The Voice. Ebana, leo tutamwongelea msanii wa Bongo Flava ambaye ni Mbosso Khan Mshedidi ameweza kutoa baadhi ya vitu alivyovipangilia katika mwaka huu katika projekti yake ya IP room namba 3. Kama watu wengi wamejua wamecheki room namba 3 pamoja na nyimbo ya Power ambayo imefanya vizuri katika mtandao wa YouTube, imeweza kufikisha views milioni 40 ndani ya miezi mitatu tu. Kwanza ni shout out kwake, kwa sababu ni nyimbo ambayo imechukua muda mfupi, imeingiza views views wengi sana katika mtandao wa YouTube. Lakini pia Mbosso Kani ameweza kusema kuwa hawezi kutoa nyimbo zote video, ameweza kutoa tu nyimbo visualizers kadhaa, baadhi ya nyimbo kama nne, kwa mfano kama Mary Ja, tena siko single, single pamoja na Aviola. Pia ameweza kusema kwamba kuna baadhi ya nyimbo atatoa remix, mfano kama Aviola, pia na Mary Ja pia anaweza katoa remix yake. Hivyo basi, mashabiki zake wa Mbosso ambao wanapenda kumuona Mbosso katika moja na mbili akiwa kwenye kipaza chake akiwa katika maiki ameweza kuelezea kwamba hawezi kutoa video ya nyimbo zote za EP yake ya Room number 3, lakini pia ameweza kusema hawezi kutoa nyimbo yote mwaka huu. Mwaka huu ameshamalizana nao kwa sababu yeye afanye mambo kwa kurupuka, bali anaandaa vitu kwa project Ukiachana na story ambayo sokani msherede ambaye ameongelea IP yake ya IPA, Room number 3, tunagonga visa, tunavuka boda, tunakwenda kumwongelea rapper wa Marekani ambaye ni Travis Scott. Ameweka heshima pale Delhi, India katika ziara yake ya Maximum Circus, ambapo imempa ime, ime, ime, ime maarufu mkubwa sana pamoja na mashabiki zake kuweza kumwona kwa mara ya kwanza katika mji huo, kwa sababu ukitaka uangalie ni mara ya kwanza kwenda kupiga show katika mji huo wa Delhi pale India. Lakini pia hii imekuja baada ya Travis Scott kutoka South Africa au Afrika Kusini mnamo Oktoba 11, 2025 pale ambayo tuliona ilipokelewa ilipokelewa na kuona mwitikio mkubwa sana wa mashabiki zake wa Kisauzi. Na hii ni Sema Africa Media usisahau kushare, kulike, kusubscribe, kutoa komenti yako fupi ili kuendelea kupata updates za burudani za kiburudani ili uweze kuenjoy kabisa wewe na familia yako hapo nyumbani. Shout out sana.